Najua wengine mtakuwa mnadhani kwa sababu alikuwa waziri mkuu na wakati fulani makamu wa kwanza kwamba hili, hili, hili stahili yake ni kweli. Na serikali imeweka utaratibu mzuri sana, lakini nadhani kwa mzee huyu hasa kwa wanamwanga na bahati nzuri imefanya kazi serikalini kwa muda mrefu kidogo, alikuwa ni mzee mmoja ambaye kwa kweli katika hali ya kawaida ameacha mambo mengi mazuri, na moja ambalo mimi nilikuwa nampendea sana, alipenda kusema ukweli hata katika mazingira magumu. Kwa sisi wapambe tulipokuwa bado wadogodogo, hata tujajua siku moja na sisi tungekuwa mawaziri wakuu, tulikuwa tunapenda sana mara nyingine kukutana naye, mimi nimekaa naye mara kadhaa, simu na nini. Tulikuwa tunachota busara tu ili unapokuwa unaongoza Watanzania wenzako basi na wewe uwe na kitu cha kuambia. Na kupitia mzee huyu aliweza kwa kweli kuheshimisha mwanga na hatimaye mkoa lote na sasa Tanzania nzima. Bwana Yesu asifiwe. Nimalizie kwa jambo moja tu viongozi wetu wametuasa, na lililosemwa la msingi sana, anasema tuwakatae wanaogawagawa vihela huko na nini na nini, ili eti waje watuhudumie watu. Sasa kama nia yako ni kuja kutoa huduma, una haja gani ya kutoa pesa? Si utakupima kwa kazi utakavyokuwa unaifanya. Sasa kwa vile imetoka kwa kiongozi wa kiroho, nadhani ni ujumbe mzuri hasa kwa wale ambao wako katika ndoto za kutaka kuchukua nafasi hizi za ubunge na nini na nini, ni jambo la msingi sana. Lakini mimi niendelee kuwaomba sana viongozi wetu wa dini zote kabisa, maana mimi hakuna mahali ambapo sijakanyaga. Kanisa la Kiruteri nimeshiriki nao kwenye mambo mengi, Katoliki ambako ndio wengine tumetokea huko, ndio usiseme Waanglikana, Pentekostom, karibu makanisa yote jamani wa Tanzania. Kitu kimoja ambacho lazima tuendelee kuwashukuru sana viongozi wa dini ni pale ambapo kila ibada wanachukua muda kuliombea taifa, kuwaombea viongozi wetu wa taifa ili waweze kupata baraka za Mwenyezi Mungu kuliongoza taifa hili kwa kadri litakavyompendeza yeye. Kwa hili mimi nasema asante sana, kwa sababu nimekuwemo humu na najua kazi kubwa ambayo mnafanya kumwomba Mwenyezi Mungu azidi kuibariki nchi hii. Kwa mimi nadhani kwa watanzania wenzangu, kubwa wote tujaribu kushikamana, kuungana, na sasa hivi makanisa karibu yote yanazungumza lugha inayofanana, na Waislamu na wenyewe wa ni sehemu ya waumini wa Mungu. Ndio maana unakuta sasa hivi kuna kila aina ya taasisi zote, ni kwa lengo la kupeleka katika umoja wa kitaifa. Kwa hiyo mimi, baada ya kusema haya, naomba niwashukuruni sana kwa kunipa nafasi haka, lakini nii, nilikuja huku na hamu zangu tu nyingine, na nina vichukuu vinasoma huko huku Mwanga, bado vidogo kabisa.